Joan Harry ameandika kitabu kinaitwa Lost Connection ambacho ndani yake ameelezea nine causes of depression and anxiety. Sasa baada ya kuwahoji experts na wataalamu mbalimbali wa masuala mazima ya mental health alikuja na hizo sababu tisa. Sasa nilipoziangalia, mbili kati ya hizo sababu tisa ziko based on namna ambapo miili yetu inafanya kazi. Na saba ziko sana namna ambavyo tunaishi hivi sasa. Kwa hiyo inaonekana kwamba sababu za ongezeko la depression na anxiety, sio kwamba kuna kitu ambacho kiko wrong na namna ambavyo tunafanya kazi. Sio sana kuhusu kitu ambacho kiko wrong na namna ambavyo tunafanya kazi ila ni yale ambayo yako wrong na namna ambavyo tunaishi hivi sasa. <coughs> Sasa nitaanza na hizo sababu mbili za mwanzo kwamba alielezea kwamba mchango wa genetics kwamba kuna baadhi ya watu wanakuwa katika hatari kubwa zaidi ya kupata depression kutokana kwamba wanakuwa wamebeba gene inahusika na depression kwa wanakuwa katika hatari kubwa zaidi ya kupata depression ni sababu kwa ya kwanza, na sababu ya pili ni mabadiliko katika ubongo. Sasa ubongo wako unazalisha kemikali ambazo pia zinachangia katika mental health ya kwako. Sasa kemikali moja hapo ni serotonin na nyingine ni dopa. Hizo ni baadhi tu, zipo nyingi zinazozalishwa na ubongo. Sasa <coughs> kunapotokea na imbalance ya hizo kemikali, ndio mtu tunamuona anaanza kuwa na dalili za mtu mwenye depression ama anxiety. Kwa hiyo hiyo iko purely based on namna ambavyo mwili zinafanya kazi, lakini sababu zingine saba, <coughs> sababu zingine saba zinadili sana na namna ambavyo tunaishi katika jamii hii. Sasa cha kwanza alichoelezea ni disconnection from meaningful work. Mtu anapokuwa disconnected from meaningful work. Na sababu nyingine aloelezea ni kwamba disconnection from others. Tunapokuwa disconnected na watu wengine na maanisha upweke, mtu anapokuwa na upweke anakuwa na hatari kubwa zaidi ya kupata depression. Ukilinganisha na yule mtu ambaye yuko connected with the community.